Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuchukua tena nafasi hii kukaribisha katika ibada hii au katika masomo haya ambayo unayaachilia kupitia youtube channel hii, na siku ya leo pia tutaendelea na somo letu katika sehemu ya tatu, somo linalosema uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Na katika sehemu yetu ya leo, baada ya kuangalia maana ya uwepo wa Mungu katika sehemu ya kwanza na sehemu ya pili sehemu yetu hii ya tatu tutaangalia namna ya kukaa katika uwepo wa Mungu, namna ya kukaa katika uwepo wa Mungu au mambo yanayotuwezesha kukaa katika uwepo wa Mungu. Kabla y tujaendelea na somo letu, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa uwezo wako, asante kwa, kwa, kwa nguvu zako. Tazama ni wakati una sai Mungu, tunakuja mbele zako Baba. Tunapoenda kujifunza neno lako la uzima, tusaidie Mungu, msaidie msikilizaji huyu Bwana, fungua masikio yake ya kiroho, akapate kuelewa kila alichojifunza, lakini pia aweze kukifanyia kazi kila alichojifunza katika jina la Yesu Kristo. Baba, naamini ya kwamba utamwezesha Ame, ame. Basi tuendelee na sehemu yetu ya tatu ya somo letu linalosema uwepo wa Mungu, huku siku ya leo tukiangalia namna tunavyoweza kukaa katika uwepo wa Mungu, mambo au mambo yanayotuwezesha kukaa katika uwepo wa Mungu. Pengine umekuwa unajiuliza nawezaje kukaa katika uwepo wa Mungu? Umekuwa una swali, je, mambo gani yanaweza kunisaidia mimi kukaa katika uwepo wa Mungu au kuendelea kukaa katika uwepo wa Mungu? Sasa twende pamoja, jambo la kwanza Jambo la kwanza tunaweza kukaa katika uwepo wa Mungu kupitia toba na usafi wa moyo. Tunaweza kukaa katika uwepo wa Mungu kupitia toba na usafi wa moyo, kwa maana ya kwamba Mungu hakai mahali penye dhambi. Ni kweli kabisa Yesu alikula na wenye dhambi, lakini wenye dhambi hawakuendelea kuwa wenye dhambi. Alipoingia nyumbani mwa Lazaro, Lazaro maisha yake alibadilika. Unaposoma Zaburi ile 24 mstari mstari wa 3 mpaka wa 5. Zaburi ya ishirini na nne mstari wa tatu mpaka wa tano maandiko matakatifu yanasema hivi: ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala kuwapa kwa ila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa hiyo anaposema nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Hapa anazungumza nani atakayeingia katika uwepo wa Bwana, nani atakayesimama mahali pake patakatifu, kwa sababu katika uwepo wa Bwana ni mahali patakatifu. Kutembea na Bwana kunahitaji utakatifu. Kwa hiyo ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Kwa hiyo kama unataka kukaa katika uwepo wa Bwana, lazima uwe mtu wa toba. Kama una maisha yako yasiyofaa, fanya toba ya kweli Toba. Kutubu ni kugeuka, kutubu ni kuacha, kutubu ni kurejea. Yaani, kama ulikuwa una maisha machafu ya dhambi, unabadilika unabadilishwa na neema ya msalaba kwa kumwamini Yesu Kristo na kumpa maisha yako yote, lakini pia unakuwa mtu mwenye moyo safi. Kama ndani yako una kinyongo na samehe, ndio maana unasoma kile kitabu cha Matayo sura ile ya tano mstari wa nane Maandiko yanasema hivi, eli wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo kama tunatamani kukaa katika uwepo wa Mungu, lazima tuwe watu wa toba. Tufanye toba, tufanye toba pale ulipo, lakini pia hakikisha kwa ya kwamba ndani ya moyo wako ni msafi, moyo wako ni msafi. Lakini pia tunaposoma kile kitabu cha Isaya, Isaya sura ile ya kwanza na mstari wa kumi na tano mpaka wa ishirini Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi na tano mpaka wa ishirini. Maandiko yanasema hivi, nanyi mkunjuapo mikono yenu, Mungu anasema, nitaficha macho yangu nisiwaone, naam mwombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu, Mungu anasema. Kumbe kama tunamsogelea Mungu huku tukiwa tu wachafu, maana yake hatuwezi kuingia katika uwepo wake, hatuwezi kuwa na ushirikiano na yeye kwa sababu mikono yetu imejaa damu. Na ukilelea mstari wa kumi nasita nasema hivi jiosheni jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu, acheni kutenda mabaya. Mungu anatoa wito kwamba tujioshe, tujitakase, tuondoe uovu wa matendo yetu usiwe mbele za macho yangu M -m -macho yake, afu tuache kutenda mabaya. Hii hali ya kuondoa uovu na kujitakasa, tunaweza kujitakasa kwa damu ya Yesu, kwa kumwamini Yesu na kumpa maisha yetu, alafu tunaweza kuondoa uovu wetu mbele ya macho yake kwa kuamua kumkabidhi maisha Yesu, kwa sababu kwa kifo cha Yesu msalabani tulipata kusamehewa. Kwa hiyo hilo tendo la msamaha lije katika maisha yetu, unatakiwa wewe, unaamua kwa moyo wako kumpa Yesu maisha yako. Lakini pia, ukiendelea mstari wa kumi na saba anasema hivi jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidie eni walioonewa mpatie yakima haki yake mteteeni mjane. Lakini pa sawa, tumeshaomba toba, lazima tujifunze kutenda mema. Tunafundishwa kutenda mema na nani? Tunafundishwa kutenda mema na Roho Mtakatifu, kwa maana ile hali ya kutenda mema, automatic tunakuwa tumeingia katika uwepo wa Mungu moja kwa moja, tunakuwa tumeingia katika uwepo wa Mungu. Lakini pia tunaambiwa tuwasaidie wale wanaoonewa. Kwa hiyo kama unaona mtu anadhulumiwa au anafanyiwa matendo ya kikatili, kama mwamini ambaye umejiosha umejitakasa kwa damu ya Yesu, na umejifunza kutenda mema, lazima usimame mstari wa mbele kuweza kumtetea. Lakini pia kumi na nane anasema sasa Mungu anatoa wito, haya njoni tusebezane, asema Bwana, afu anasema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama seruji, afu pia anasema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi, bali kama tukikataa na kuasi, tutaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena. Haya, nini nataka nikwambie mahali hapa? Kama tunataka kukaa katika uwepo wa Mungu, lazima tukubali kuwa watu wa toba, lazima tukubali kuwa watu wa kuomba msamaha, lazima tukubali kabisa kujishusha mbele za Mungu na kuwa na mioyo safi. Tukaangalia jambo la pili, jambo la pili jambo la pili ambalo naweza kutusaidia sisi kukaa katika uwepo wa Mungu au kudumu katika uwepo wa Mungu ni kwa kuishi maisha ya utakatifu, maisha mbali na dhambi. kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa na desturi ya kutubu yaani, anafanya dhambi kesho anatubu tena. Kwa kwa hiyo kamekuwa kama vile ni kamchezo kamchezo, yaani futa jina langu leo kwa kitabu cha hukumu kesho tena andika jina langu kwa kitabu cha uzima uu. yaani kwa hiyo unakuta kama ni kama kamchezo nini. Mungu anataka, Mungu anataka, ili tudumu katika uwepo wake lazima tukubali kuishi maisha ya utakatifu, maisha mbali na dhambi, maisha ya kuchukia dhambi, kama Yusufu alivyochukia dhambi, tukubali kabisa kwa gharama yoyote kuishi maisha ya utakatifu maisha mbali na dhambi, tusicheze na dhambi, maana dhambi inaharibu hatima, dhambi inaua roho ya mwanadamu. Kwa maana dhambi ni uasi. Maana yake dhambi ni kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa hauwezi kukaa katika uwepo wa Mungu kama unatenda mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Na ndio maana unakuja kuona kwenye bustani ya Edeni, baada tu ya wao kuasi, ile tu hali ya kuasi, kwa sababu kazi ya dhambi ilitaka kumtenga mwanadamu na Mungu, na ndio maana ilimshawishi Adamu ajifiche kwa hiyo kama tunataka kuishi katika uwepo wa Mungu na kudumu katika uwepo wa Mungu lazima tukubali kuishi maisha ya utakatifu na maisha au maisha mbali na dhambi. Jambo la tatu au namna ya tatu ambayo inaweza kutusaidia sisi kuweza kuishi katika uwepo wa Mungu au kudumu katika uwepo wa Mungu ni kwa maombi na ibada ya kweli. Ili tuweze kuishi katika uwepo wa Mungu, Lazima tuwe watu wa maombi, sio maombi kwa sababu tuna shida. Yani maombi yawe ni sehemu ya maisha yetu. Yani maombi sio tunaomba Mungu kwa sababu tuna mahitaji, yani tuombe kwa sababu maombi ni mawasiliano au ni sehemu ya kutengeneza mawasiliano kati yetu na Mungu. Lakini pia tuwe na ibada ya kweli, yani tusisali ili tukifa tuzikwe Kikristo. Haa. Tusali kwa sababu tunamfanyia Mungu ibada, hata kama watu wengine hawatuoni. Tusiende kanisani kuonesha mishono, tusiende kanisani kwa sababu si ah, ni viongozi wa kanisa. Twende kanisani kwa sababu tunaenda kufanya ibada ya kweli, tunaenda kumfanyia Mungu ibada ya kweli. Kwa maana tukifanya maombi kila siku tukiwa watu wa maombi, lakini pia tukiwa watu wa kufanya ibada ya kweli, tutadumu katika uwepo wa Mungu na tutakaa katika uwepo wa Mungu sawasawa, sawa na Mungu alivyokusudia. Lakini pia tunapoomba kwa moyo wa dhati, Mungu shuka na kutuhudumia katika uwepo wake. Unaposoma kitabu kile cha matendo ya, ya, ya Mitume sura ya nne na mstari wa thelathini na moja. Matendo ya Mitume sura ya nne na mstari wa thelathini na moja, maana nasema hivi hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikishwa, wote wakajaa Roho Mtakatifu waka neno la neno la Mungu kwa ujasiri. Naona hawa mitume walipokwisha kumwomba Mungu, nasema mahali pale walipokusanyika walipo pakatikishwa, wote wakajaa Roho Mtakatifu waka neno la neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo kama tunataka kupokea Roho Mtakatifu tuwe watu wa maombi, tuwe watu wa ibada ya kweli. Yaani Roho Mtakatifu anatamani mda wote haone tuna ushirika na yeye. Ukisoma uh, pia kitabu kile cha Matayo Mtakatifu sura ya 26 mstari wa 41, Matayo Mtakatifu sura ya 26 mstari wa 41, maana unasema hivi, maandiko yanasema hivi, kesheni, mwombe msije mkaingia majariboni, loi lazi lakini mwili ni dhaifu. Yesu mwenyewe anasema kwamba kuna majaribu. Hatu, hatushindi, hatuwezi kushinda majaribu kama hatuombi. Kwa hiyo ili tuweze kushinda majaribu lazima tukeshe, maana kuna wakati roho zetu ziko lazima kabisa kumpendeza Mungu; ziko lazima kukaa uweponi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo kazi ya majaribu yanakuja kututoa katika uwepo. Kwa hiyo ili tudumu katika uwepo lazima tuwe watu wa rohoni, maanake lazima tuwe watu wa maombi, kwa sababu maombi yanatufanya tuwe na nguvu rohoni, sio nguvu za mwili. Ndio maana maandiko yanasema nguvu zetu za mwili hazitatufaa. Kwa hiyo nguvu ambazo zinaweza kutufaa kama waamini ni nguvu za roho, na hizi zinapatikana kwa ku fanya maombi. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Kama unataka kudumu katika uwepo wa Mungu au ukae katika uwepo wa Mungu, uwe mtu wa maombi na mtu wa ibada ya kweli. Jambo la nne ambalo naweza kutusaidia kuweza kukaa katika uwepo wa Mungu au kudumu katika uwepo wa Mungu ni kwa kutii neno la Mungu. Kulisoma, jambo la kwanza hapo kwenye kutii neno la Mungu. La pili, kulielewa neno la Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kuomba nguvu za Mungu kuweza kulishi na jambo la nne ni matokeo ya neno kwa maana ya kwamba uwepo wa Mungu ukawa kwa wale wanaotii neno la Mungu. Bila kutii neno la Mungu, hatuwezi kukaa katika uwepo wa Mungu kwa sababu shetani siku hizi ana stori nyingi sana, ana hadithi nyingi sana, ana maneno mengi sana lakini neno linaweza kutupa nguvu ya kustahimili na kumtegemea Mungu ni neno la Mungu. Kwa hiyo tusome neno la Mungu, kama tuna ratiba nyingine zisizo rasmi tuzikanseli, tuwekeze kwenye neno la Mungu, kwa sababu neno ni chakula cha kiroho. Kama mwanadamu ambavyo hawezi kuishi bila kula, kama wewe unavyoona hapo, umekula asubuhi, umekula mchana, umetoka umezaliwa unakula, maanake unakula ili mwili uweze kuwa na afya. Ndivyo ilivyo afya yako ya kiroho; ili afya yako ya kiroho usije ukapata utapiamlo, lazima uwe mtu wa kusoma neno. Tusome kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kumi na nne na mstari wa ishirini na tatu Yohana Mtakatifu sura ya kumi na nne na mstari wa ishirini na tatu. Maandiko, maandiko yanasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi utakuja kwake na kufanya makao kwake. Umeona? Kwa hiyo Yesu anasema mtu akimpenda atalishika neno lake, na sio hivyo tu, yeye na Baba Ha, watakuja kufanya makao kwake. Kwa hiyo kwenye uwepo wa Mungu ni kwenye makao ya Mungu. Kwa hiyo, ili tukae huku, lazima tuwe watu wa kutii neno la Mungu, kwanza, kwa kulisoma; mbili, kwa kulielewa; tatu, kwa kuliishi, kulifanyia kazi, kuliweka katika maisha; na t-, na nne, tupate matokeo ya neno la Mungu. Lakini jambo la tano, ambalo weza kutusaidia sisi kuweza kuingia katika uwepo wa Mungu na kudumu katika uwepo wa Mungu, ni kuwa na moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii, ni kuwa na moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Yeremia 29:13, Yeremia 29 kwamba Mungu anasema nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Sio tu kumtafuta, kutafuta kwa bidii. Labda nikupe mfano. Shuleni kuna wanafunzi wengi sana, unaweza darasa moja lina wanafunzi mia. Wanapofanya mtihani utashangaa kuna wa kwanza na kuna wa mwisho. Sio wao wote mia hawasomi? Ah, yule wa kwanza unakuta alikuwa anasoma kwa bidii. Ndivyo ilivyo pia katika maisha ya imani. Unataka Mungu aonekane kwako, unataka uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe, unataka ukae katika uwepo wa Mungu, dumu katika uwepo wa Mungu, lazima umtafute Mungu kwa moyo wako wote, umtafute Mungu kwa bidii, maana ameahidi ya kwamba kila anayemtafuta atamuona, na anayemtafuta kwa moyo wake wote ndiye atakayemwona. Lakini pia jambo la sita ni kwa kutii, au lugha lugha ingine zasema ni kwa kunyenyekea, kuwa mnyenyekevu kuwa mnyenyekevu, unakuwa mnyenyekevu yani, sio mtu wa kujikweza, kwa sababu Mungu anachukia mtu anayejikweza. Mungu anachukia mtu mwenye kiburi. Anatamani kuona tunakuwa mnyenyekevu, pale tunapolisikia neno lake tunatetemeka, tunapolisikia neno lake tunashuka, tunapo Mungu anapozungumza na mimi, tunakuwa tayari, kwa sababu mtu akijikweza awezi kukaa katika uwepo wa Mungu. Nadhani kuna kitu umekipata. Sasa ninaomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, Asante, nimemfundisha mtoto wako huyu sawasawa na ulivyonikusudia Mungu na Roho Mtakatifu alivyoniongoza Baba, na asante kwa ajili ya neno lako hili. Namwombea mtoto wako huyu apate kudumu katika uwepo wako. Nimemwonyesha mambo ambayo yanaweza kutusaidia kama waamini kuweza kukaa na kudumu katika uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana muwezeshe yote aliyojifunza, haya mambo sita akayafanyie kazi katika jina la Yesu, naomba nikiamini, utatenda amen. Nimekufundisha mambo ayo ma mambo hayo sita ambayo yanaweza kusaidia kudumu katika uwepo wa Mungu. Labda nirudie kwa haraka haraka, jambo la kwanza, kwa kupitia toba na usafi wa moyo; jambo la pili, kwa kuishi maisha ya utakatifu au maisha mbali na dhambi; jambo la tatu, kwa maombi na ibada ya kweli; lakini jambo la nne, kwa kutii neno la Mungu; jambo la tano, kwa moyo kuwa na moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii; na jambo la sita, kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. ninakutakia siku njema. Ulikuwa nami mwalimu Erick Alistide. Unaweza kunipata kwa namba ya simu ambayo ni sifuri sita tisa mbili mia moja themanini mia nane themanini na nane. Mungu akubariki. Amua leo, naanza leo. God is able.